Unajua kuna, kuna yeah, vitu sio no, swali so... la kujiuliza um, um, question mark question mark nani yeah, naliongelea yeah, mm, kwa sababu kuna vitu ambavyo kuna watu wana, wana, wana, wana ni kama ukienda kwenye ofisi fulani yeah, kuna watu yeah, wana mamlaka ya kuongelea hiyo, msemaji wa msemaji msemaji wa klabu eh, fulani, siwezi kusema mimi sio siyam... mimi e, sio sina majibu mimi sio msemaji, sasa ndo ndo ndio kilichotokea jana ambapo Uh, Mwabukusi aliongelea hilo jambo kwenye siku ya sheria, yeah. Akasema kwamba tunawaomba viongozi, mm, uh, viongozi wetu wenye dhamana, mm, mtu anapokuwa hana jambo muhimu sana la kuzungumza asizungumze jambo litakalotonesha mioyo ya wananchi. Tuombe hekima kwa Mungu ili kulirejesha taifa pamoja. Naongelea yale matukio yaliyotokea Oktoba 29 na mbele yake na baada ya aka aka akasema akasema kwamba jamani, kama kama huna majibu au sio, sababu ya kuzungumza, umeona kwa nini uzungumze? Kwa hiyo hii hapo utaikuta katika gazeti la Mwananchi, ujumbe wa haki hekima watawala. Sasa so kwa mm. kwa ndani hapa imeongelewa ime, ime kwa ndani hapa mm. nataka pia nikupitishe mm. eh, eh, lakini pia kuna, kuna sauti yake yeah. eh, uh, utaisikia hapo. Huyu sasa ni rais wa chama cha Mwananchi Tanganyika TLS na wakili mm. Bonifasi Mwabukusi mm. ambapo aliwataka viongozi nchini kuwa waangalifu na kauli zao. mm. Lakini pia sio tu wa kuzungumza, lakini pia unatoa kauli gani? mm. Kwa sababu unajua kuna namna unaweza kaongea hiyo kauli. mm. Ukishaitoa Hmm. Mjadala hmm. yeah, tena mwingine yeah, mwingine anasema yeah. hmm. Maneno akisha tamkwa aysh tena hiyo. Akasisitiza kuwa pale kiongozi anapokosa jambo la msingi, ni bora usisemeni. Kuna hmm. vitu vingi vya kuviongelea, ongea tu vitu vingine au nyamaza. hmm. eh, baadaye ya kutoa kauli zinazoweza kuumiza na kuchochea hmm. vidonda vya watu na kuleta maswali kwa watu pia, swali hiyo kumbe hivi vinakuwa vinaibuka ambavyo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 ni kusamehe baada ya mhusika kukubali kuwajibika na kuchukua dhamana ya matendo yake, ni kitendo cha neema na kinampa mkosaji nafasi ya pili. Kupuuza au kufumbia macho ni kitendo cha kutojali. Waswahili wanasema ukivuliwa nguo chutama. Kwa hiyo ni muhimu tulione hilo kama taifa, what na tuongee kwa ukweli bila kufariji Ay. Ame tumesikia sauti yake mm -hmm. akiwa ana